Watazamaji wa Haswa TV, watazamaji wa Haswa TV, leo tumepata bahati ya kumtembelea mwenyekiti wa wazee wote wa Wilaya Mafia na mara ambaye waze ndio yuko mbele yenu. Baba habari ya jioni? Mzuri kabisa. Shikamu mara haba, habari ya tumbuju pwani? Tumbuju pwani safi kabisa, tunashukuru. Jitambulishe kidogo, ili watu wafahamu nani tunaongea naye. Mimi naitwa Amiri Hija Nditi Nimezaliwa mwaka elfu moja mia tisa na arobaini na tano tarehe ishirini na nne mwezi wa nne. Takriban sasahivi bila shaka niko natembea kwenye sabini na nane sabini na saba kitu namna hii, namshukuru Mwenyezimungu, alhamdulilah alhamdulilah. mm -hmm. Tuzungumze kidogo kwenye nani ma, madaraka yako ambayo unayo sasahivi mwenyekiti wa wazee, labda ulichaguliwa lini? Ulipataya madaraka mwaka gani? Asante sana ndugu mtangazaji, tarehe ishirini tarehe tare kumi na nne mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu moja mia na mwaka elfu mbili ishirini na nne tare tarehe kumi na nne mwezi wa kumi na mbili elfu mbili ishirini na nne ndio siku ambayo ulifanyika uchaguzi katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mafia, na kwa bahati eh, tulikuwepo pale takriban wazee wengi tu.